Sasa sisi tuliamalini, what type of question is that? Wakamigrate wakaja hii nchi, inaitwa Arsareth ambayo imeandika hicho kitabu. Walitumia miezi kumi na nane kuja huku. Hii nchi kipindi hicho ilikuwa haijulikani, walikuwa naishi wanyama tu. Walikuja wakawa na tangatanga nyikani, ndiyo maana unaitwa Watanganyika, walikuwa wanatangatanga nyikani. Zefania tatu kumi imeandika wazi kabisa, imeandika kabisa kwamba toka nchi ya mbali ya mito ya Kushi watu wangu waliotawanyika, wataleta sadaka yangu live na g roundup sasa sisi tulia malini. Sasa hii ni historia ndefu, lakini wewe unajua historia unaelewa. Aa, baada ya Musa kuwapeleka kwenye nchi ya Kanani, ilifika kipindi wakawa ufalme kabisa, wakapewa mfalme wa kwanza anaitwa Sauli, wa pili akaitwa Daudi. Baada baadaye, Daudi akazaa mtoto anaitwa Sulemani. Sulemani alioa na watu wengi, akakosea amri ya Mungu ya kutoa wanawake wa mataifa mengine. Kwa ile dhambi kapelekea ufalme wa Israeli ukagawanyika. Makabila kumi yakajenga ufalme mpya, wakajita Wanaisraeli, wakatengeneza makao makuu mapya yanaitwa Samaria. Alafu kabila la Wayahudi ambao ni kabila sala Daudi likabaki kujita Wayahudi. Kwa hiyo ukisikia Wayahudi ni yule mtoto mmoja wa nne wa Yakobo anaitwa Yuda akabaki na ufalme wake Yerusalemu. Wengine wakajitenga, wakaandisha mfalme mpya, wakaweka makao makuu mapya inaitwa Samaria. Sasa haya makabila kumi yaliongozwa na baba yetu sisi wa Efraimu, watoto wa Yusufu, ambao aliofanya ale mapinduzi yanaitwa Yerobohamu, ambao ni kabila kubwa sasa hivi Nigeria inaitwa Wayoruba. Hata juu nadhani mke wake kaoa wa huko kwa Wayoruba. Sasa, yeah. Wale wa Yeroboamu ndo wabeba lenye na Yoruba tribe. Tukaanza kutu, tukaona tumegombana na hao watu wa kule Yerusalemu, tusiende kusali Yerusalemu. Sasa likawa kosa la kimkakati na kitorati. Huwezi acha kwenda kusali makao makuu ya kwenye hekalu kisa tu mgombana ndugu zako. Ingebidi mwache ugomvi wenu, lakini mkasali pale pale. kwa hiyo tukakosea, wa kwanza yala makabila kumi, Mungu akatuletea utumwa wa Assyrian Empire wa Assyria au wa Ashuri, wakaja akatuchukua mateka. Walianza kuwachukua makabila kumi wa Efraimu, watoto wa Efraimu na wale watoto na wengine wengine, walianza kuwachukua manyara, kuteka nyara watoto hao wa kabila la Neftali, hao ambao ni wakapelekwa sasa Iraki ndo maana sasa hivi kuna Waambulu wanajita wa Iraki au wanaitwa wa Manyara, maana ndo watu wa kwanza kutekwa nyara wakachukuliwa pale wakapelekwa Iraki. Walivoenda mm. Iraki baadaye wakachukuliwa na ndugu zao wengine Wanyaturu. Neno lenyewe nyaturu ni Neftal, Natur ni mtoto mmoja wa Yakobo. Nikimaliza zile listi ya wa watoto wa Yakobo utamuona Neftali ni mtoto wa Yakobo ni mtoto wa sita wa Yakobo. Kwa hiyo wale wakapelekwa utumwani Iraki. Sisi wengine hatukujifunza, hatukujifunza, tukaendelea kukosea, tukachukulia utumwa, tukapelekwa Shirazi ni yani, tukavushwa tuka, tuka, tuka hadi mito ya Euphrates, hadi Shirazi. Ndio maana kuna Wazanzibari, maana Wazanzibari hao wa pwani wanaitwa ni wana wa Zebuloni, wanajita wa Shirazi. Utasikia kuna watu wajita wa Shirazi, sio hmm, kwamba hmm, ni Wairani, ni kwamba walikuwaga kule Shirazi utumwa ule wa wa, wa Ashuri. Kwa hiyo nataka kujibu kwamba ilikuwaje mko Meru na nini sasa. Baada ya muda, kuna kitabu hiki sasa, inabidi ukitafute. Hichi ndio kitabu alichokificha, ndio kwenye siri yote ni, ni Ezra. Ezra kwenye Biblia kuna vitabu viwili tu vya Ezra, lakini Ezra ameandika vit Ezra ameandika vitabu vingi. Sasa hicho kitabu kinaitwa Second Ezra uh, kumi na tatu. Naandika uh, naomba hii kitabu kabisa ukinoti, kwa sababu hiyo ndio siri nzima iko hapo ya migration. Sasa hapo hapo ndo kwenye siri yote ile migration Hold up. Wait a minute. Something ain't right. wale wakatoka kule Euphrates, walioko kwenye Shirazi, wakatoka Shirazi, waka migrate wakaja nchi inaitwa Arsareth ambayo imeandikwa kwenye hicho kitabu. Walitumia miezi kumi na nane kuja huku. Hii nchi kipindi hicho ilikuwa haijulikani, walikuwa wanaishi wanyama tu ilikuwa ni nyika, walikuja wakawa na tanga tanga nyikani, ndio maana kwa inaitwa Watanganyika. Walikuwa tanga tanga nyikani. Ilikuwa ni nchi ambayo watu wengi walikuwa waishi huku chini, kwa hiyo ndo kama migrate wakaja, wakaja kuishi huku Arsare. Zefania, kitabu kingine cha muhimu kusoma, Zefania 3:10 Zefania 3:10 imeandika wazi kabisa, imeandika kabisa, Zefania tatu kumi imeandika kabisa kwamba toka nchi ya mbali ya mito ya Kushi watu wangu waliotawanyika wataleta sadaka yangu. Kwa hiyo Mungu alijua kabisa kwamba kipindi cha mwisho hao watu wangu wataondoka hapo Israeli watabati wachache tu wataenda katika nchi nyingine ambayo niliwaandalia, ni wataishi huko mpaka siku za mwisho ambapo nitawakumbuka tena. Kwa hiyo ndo maana sisi tuko huku Afrika, lakini pia tukienda hata Yesu alisema, watu wanadhani Israeli, wakisoma kwenye Biblia, wakafunga Biblia, wakata, wanadhani ile Israeli ibaki vile vile, hapana. Sisi tulivyoenda ule utumwa wa Ashuri, ndugu zetu wale Wayahudi si wao wakumkosea Mungu, maana waliendelea kusali Yerusalemu, wao wakabaki pale pale Yerusalemu, lakini baadaye na wao wakamkosea Mungu, wakatumwa Wababiloni. Wababiloni wakaja wakawapiga, wakavunja ile hekalu la la Yerusalemu wakawapeleka utumwa Babiloni. Ndio mkisoma kitabu cha Danieli mnamuona Danieli yuko utumwani wapi? Babiloni. Kwa hiyo walienda Babiloni kule. Sasa baadaye wakarudi baada ya Wairani wa sasa kuangusha ufalme wa Babiloni, kaja ufalme wa Persian Empire mm, ambao ni Wairani, Wairani mm, kidogo walituhurumia wakaona, bana ye rudini, mkitaka kujenga. Ni ndio baba zetu wengine wakarudi. Historia nyingine nasema kwamba Mfalme wa wa Persian Empire ndo alijenga lile hekalu, aliwasaidia Wayahudi wa yeah. Aliwasaidia kwa mantiki ya kwamba alisaidia kuwapa ile ile kodi ambayo kutakuwa tuipeleke, ujue, kwa mtumwa unatakiwa upeleke kodi kwa nao kutawala. Akaambia ile kodi sasa isipelekwe tena kule, itumike kujenga hekalu letu. Kwa hiyo sio kwamba alienda akajenga yeye, hapana, walijenga babuze, baba zetu, babu zetu wakina Nehemia na Ezra walijenga ile hekalu. Uh, ndo walifu, na akina Nehemia Ezra walijenga ile hekalu na Wanaisraeli wengine. Na walijenga kwa sababu walijua kwamba bila ile hekalu kujengwa tena Yesu hawezi kuja. Na Yesu lazima aje kufanya ukombozi au watu wameshakosea, torati imeshaangamizwa na mshahara wa dhambi ni mauti. Kuna mawili, au watu waangamizwa kama Sodoma na Gomora wasiwepo tena kwamba Waafrika na Wabantu wapotee duniani au wapate hata msamaha, wapate tu viboko vya utumwa ukoloni, lakini Mungu awape wa neema tena awakumbuke mwishoni, maana kuna adhabu mbili. Hapo hapo Babylon, tunazungumzia ni kabla ya Yesu, kabla ya Yesu, hapo ni kabla ya Yesu. Yesu anakuja ni Warumi sasa, yani sasa, okay. baadaye wakajenga ile hekalu. Baada ya kujenga ile hekalu, wakaja Wagiriki. Mzungu wa kwanza kutawala ni Mgiriki. Ndio maana ukisoma kwenye academic zote definition zote za democracy utasikia Greek word It's a Greek word yaani wazungu elimu yao yote imeanza kwa Wagiriki nyuma ya hapo walikuwa tu ni watu pori kwa hiyo ndo Wagiriki Alexander the Great akawapa ile ustaarabu wa demokrasi baadaye Mgiriki alipoanguka maana Alexander the Great alishinda empire kubwa alafu akafa akiwa mdogo wakaja Warumi Kaisari. Sasa Yesu anazaliwa, wanatawala wa Warumi. Kwa hiyo wakati wanatawala wa Warumi, wazungu ndio kitu walisema dijesimaa, watu wengi wakumwelewa. Kuna Wayahudi ambao ni converts, sio Wayahudi wa uzao, ndio walitokea kipindi hicho kwa sababu aa, ilikuwa, saa ilikuwa sasa ile hekalu kupata mamlaka ya hekalu, ilikuwa sasa watu wataka kupata imani. Hekalu itakuwa msalishe nyie makuhani wa Masai. Sasa watu wakaanza kwenda ku, kwa Warumi kulipia fedha ili wawe viongozi wa ikaluni. Sasa familia moja ya Herode ambao walikuwa ni wazungu wa Edomu pale ambao sasa hivi ni nchi inaitwa Jordani. Jordani kiangalia mfalme wa Jordani ni mzungu kabisa, yani wanasema ni Waarabu lakini kiangalia ni mzungu kabisa. Sasa wale wakina Herode wale wakahonga, wakapata ukuhani, wakapata mamlaka ya Yerusalemu. Kwa hiyo ye Herode, Herode ndo akawa mfalme wa kwanza wa Israeli ambao sio Mwisraeli. Ndio maana alivyosikia Yesu amezaliwa, nyote imezaliwa, akatuma majusi wampe information, amezaliwa wapi, ili baadaye akamua ile mtoto mume wake Mariamu ambaye ni uh, Yosefu akapewa taarifa na malaika, mkimbize mtoto wapi? Afrika, mtoto akakimbizwa Misri. Kwa hiyo Yesu akakimbizwa Misri mpaka Herode afe. Kwa hiyo lakini kipindi hicho wakawa wameshaingia, sawa kina Netanyahu wao, maana wakina Netanyahu ndo watoto wakina Herode, yaani wale ni damu ya kina Herode kabisa. Wanatamani kuwa Israeli, lakini sio kidamu, ni kiutawala, ni kushika ile mamlaka ya Herode, sio uzao ule, hapana. Wao wenyewe wanajua. DJ Sma alikuwa sahihi kabisa wale wanashika pale kwa ajili ya Zionism sio, na wanajua kabisa ndio maana wapimi DNA wanajua. Sasa Yesu akakimbizwa Misri akaishi mpaka miaka kumi na mbili ndo baadaye Warumi wakaona Herode anatumia sana ubabe, kama sasa hivi wazungu wanavyoona Netanyahu anatumia ubabe, alafu ameanza sasa kum kumkwepa kidogo, ndo wakamtoa Herode wakamweka Pilato gavana wao. Kwa Yesu amerudi pale kidogo Yerusalemu, ni, ni, ni, ni bado ni mzungu, lakini sio ule uzao wa Herode, ndo akaendelea na shughuli zake pale, lakini bado Wanaisraeli wakumwelewa Wafarisayo. Uh, ikawa wamejenga, wameanza taratibu za vyama, mafarisayo, masadukuyo ambao ni Wanaisraeli, lakini wanaishi kivyama, kufuata vya vile. Ni vyama vya kisiasa vile, mm. ni kama leo nasikia, labda CCM Chadema, ni yani ni, ni, ni, imani ya kuungana kichama, sio tena ki, sio kufata ile usafi wa Torati. Ni kwamba tunaangalia political goal, tunataka mamlaka, tunaungana, tunachangisha, tunashika dola, kwa hivyo vikao vya vyama. Hawakumuelewa Yesu, ndio maana watu kama watu wale walio kama Yohana Mbatizaji wakaacha kabisa hata kwenda hekaluni, wakaanza kubatiza nyikani kule, wanaenda kubatiza watu mtoni, yani wakaacha kabisa na hekalu, wakasema hataki siasa zenu, wao ndo ikaanza. Yeah, ume ume make sense, ume make sense kwa sehemu kubwa sana na haya mazungumzo nimeyapenda. Sasa nataka tuongee kitu kimoja, kwa sababu historia ya mashariki ya kati na hiyo na nini ni ndefu sana na historia ya dunia kijumla yeah. Nataka uniambie kitu kimoja, nataka kuniambia tukiangalia stori yote hii jinsi ilivyo, tulikujaje Tanzania Afrika tulifikaje, inatengeneza mazingira kwamba ule uzao wa Abraham ambaye ndio baba wa hizo dini tatu Uislamu, Ukristo na Uyahudi, ndio pekee unaomata. Ina maana wengine wote walikufa Nimefurahia kwamba wewe umeweza kutuunganisha Afrika na jinsi ambavyo hizi stori tulizoambiwa kupitia theology zinatuhusu, kwa maana yale makabila kumi na mbili, lakini nataka kuwajua ni kina nani wale wengine, trace yao ikoje, wale wengine kidogo tu ambao walikuwepo kabla ya Abraham ambao Abraham aliwaacha Iraq, ambao walisambaa sehemu nyingine nje ya hao watoto kumi na mbili ambao wako Afrika. Kuna kabila ambalo liko Afrika ambalo sio kati ya watoto wa Yakobo. Enjoy muziki mzuri, taarifa na maarifa. To follow Instagram at madini.com. live na G. roundup